Baadhi ya madereva wa vyombo vya moto manispaa ya Morogoro wamelalamikia kuuziwa mafuta yaliyochanganywa na maji na moja ya kituo kinachotoa huduma ya mafuta katika kata ya Kichangani ndani ya manispaa hiyo. Nimetoka nyumbani kwa naelekea kazini nikapita kwenye kituo hichi cha mafuta. Nilipofika hapa baada ya kujaza mafuta elfu ishirini, nikaondoka. Nimefika hapo wa mabili si tu, pikipiki kazima ghafla. Tukatafuta fundi akawa wakati anajaribu kuiangalia kuja kugundua tunaangalia kwenye mafuta ni maji yamejaa. Tukafungua kwenye pikipiki maji ndio yanatoka, yanajaa kwenye dumu. Ikabidi sasa turudi hapa, wapi? kwenye kituo. Tumefika kwenye kituo hapa, wapi? Kituo, kituo. Ndio tunaanza kuuliza, wahusika ndio wanakuja na watu wengine wengi, ambao baadhi ya wenye magari, wengine bodaboda, ndio tukafika hapa, ndio wanatafuta -boda, namna gani ya kuanza kusuluhisha hili jambo. Sasa hivi ninachokihitaji kwanza wapime mafuta yao yaliyo kwanza hela ndio tumia elfu ishirini wairudishe, lakini wafanyie service pikipiki yangu, piki iweze kupona na wanilipe muda ambao nimebaki nime nao hapa mjini, mpaka sahizi sijafika huko ninapotaka kuelekea. Kuna gari ambayo imekuja kushusha mafuta baada ya masaa mawili yaliyopita, kumbe yale mafuta yana maji. Kwa hiyo watu wamewekewa mafuta, baadaye wa kuja kuona nini, wamekuja kugundua kwa mafuta yana maji, wamekuja na vyombo vyao vinatumia kuvutwa, ili imeathiri, kwa sababu lazima tukafungue tenki za pikipiki, tufungue injini hapo tusafishe pamoja na kableta Ndo astari yake liokuwepo kwao, tumepata gharama mara mbili. Yaani natoa wito kuwa wawe makini, tenki kabla haijashusha mafuta kwanza waanze kuyakagua. Changamoto hiyo jinsi hivyo ni asili. Mara imenikuta bajaji ikazima, ila jinsi hivyo ni asili, nimeweza kushusha abilia pia, nikajua laa tatizo, nikaweza kubadilisha plagi, lakini wzekana kuja kuangalia, kumbe mafuta na maji. Jinsi hivyo ni asili hapa, inabidi nikatengeneze kableta na kusafisha tenki. Kwa njia ya simu Daily News ikafanya mawasiliano na mamlaka kutaka kujua je, ni hatua gani ambazo zimechukuliwa mpaka sasa. Bosi mimi nilikuwa nataka kufahamu kwa, kwa inapotokea changamoto kama hii nyinyi kama yule mnachukua mna, mna hatua hey gani? Tunachukua sample tunaenda kupima. Hmm. Sawa. Ndio. Unachukua sample unaenda kupima. Basi operate kama useme ni gambling, kwamba ni tunachukua sample tunapima, majibu yatatoka. Na watu azimi ndani hapo. Sawa. Ndio, ndio. Na inapobainika labda tukio hili lime lime limesababisha hasara. Nyinyi mmechukua tu gani? Bainika, ndio maana nimekuambia sisi sio waganga wa kienyeji. Utasema majibu yakitoka hapo. Useme inapobainika. Ngoja kwanza itokee, kwani sultani uliza tena.